Mtazamaji wangu hujambo, na karibu tuweze kuendelea mazungumzo ambayo tulikuwa nayo hapa awali. Bado tunafanya uchambuzi wa matukio ambayo yanatendeka nchi ya Tanzania, matukio ambayo si ya utu, ni matukio ambayo yanahuzunisha, ni mambo ambayo ukiyasikiza mtazamaji wangu, hata we utaumwa, kwa sababu Mama Samia Suluhu bado anajipenda. Mama Samia Suluhu bado hataki kuwasikiza wananchi. Mama Samia Suluhu bado hataki kuwasikiza wale marais na viongozi wa nchi zingine kubwa ambazo wameweka matako ya watu ambao ni watu wa Tanzania na kuyachukulia mikononi mwao na kuhakikisha kwamba watu wao wanapata haki, ambao wamepeana statements ambazo ni za kuweza kumsaidia mama Samia Suluhu kusimamisha na kuhakikisha kwamba maandamano ambayo yamepangiwa yame, yame hayatatendeka. Lakini mama Samia Suluhu ambaye tunamfahamu kwa kichwa ngumu, mama Samia Suluhu ambaye tunamfahamu kwa kujifikiria tu mwenyewe. Mtazamaji wangu amepokea ujumbe ambao ni ujumbe wa kuhuzunisha, ujumbe ambao utaumiza uchumi wa watu, ujumbe ambao utahakikisha kwamba watu wa Tanzania bado wanateseka, ujumbe ambao si ujumbe wa kufurahisha. Mtazamaji wangu, nchi ya Tanzania imepanga maandamano ambayo yataanza na hata kuwa na tarehe ya kuisha imepanga maandamano ambayo yatahakikisha kwamba Mama Samia Suluhu ameondoka na kwenda nyumbani. Na wale ambao wataumia ni watu ambao hata hawana mpango wa kuweza kuandamana. Ndiposa nchi ambazo zinahusiana na wale watu ambao wataweza kuumizwa kulingana na mpango wa Mama Samia Suluhu ambao ni watu wametoka nje za kigeni, ikiwemo ni watalii, ikiwemo ni wawekezaji kiwemo ni wanabiashara ambao wameweka investment katika nchi ya Tanzania. Mtazamaji wangu, Marekani imepeana hotopa, Marekani imepeana information ambayo lazima ikufikie wewe. Marekani imefanya utafiti na imepeana ujumbe ambao utasaidia wewe mwananchi wa Tanzania na yule ambao ni mtu wa nchi ya kigeni pale ambapo tumefikia sasa. Mtazamaji wangu, mama Samia Suluhu hataki kufahamu kama wewe ni Mtanzania, kama wewe ni mgeni wa nchi za kigeni, kama wewe ni nimu, mtu nimu, ambaye amekuja tu nchi ya Tanzania kwa matembezi, ila tu kila ambacho amekiweka katika akili yake ni kwamba wanaoandamana si watu wa nchi ya Tanzania, ni watu ambao wanatoka nje za kigeni. Trump aliweza kujibu na kusema kwamba ikiwa naomba munisikize, ikiwa wewe ni mtu wa nje za nje na bado ungari huko nchi ya Tanzania, fahamisho kwamba kuanzia kesho ama kesho kutwa hakuta kuwepo na internet, hakuta kuwepo na njia za usafiri kuelekea nje ya Zanzibar, hakuta kuwepo na stima na kutakuepo na kafyu. Ndibosa Trump amepeana ujumbe muhimu ambao anataka uwafikie wewe, inataka ufikie wewe mwananchi wa tanzania wa kawaida, kwamba hata kama utajificha nyumbani, maafisa wa polisi wamepewa masharti kuhakikisha kwamba yule yoyote ambaye ana nia ya furugu utajikuta babaya, yule ambaye ni mtu ni, ama ni mgeni wa nje za nje. Na huko wa Tanzania wana ujumbe wako na watakufikia wewe. Ni vyema muweze kujipanga kwa sababu maandamano yajayo, the target audience ambao maafisa wa polisi watakuwa wana target ni wale ambao ni wa nchi wa za kigeni. Ndipo saa ile ujumbe ambao ulitolewa na afisa wa polisi ni kwamba ujumbe umeweza kusambazwa kila mahali kusema kwamba yule ambaye atapakia nyumbani maafisa wa polisi watakuja wewe. Wananchi wa Tanzania wanaambiana kwamba waweze kutoka kwa wingi na kuhakikisha kwamba mama Samia Suluhu ameelekea nyumbani. Ikiwa mama Samia Suluhu hataelekea nyumbani, hivyo basi wananchi wa Tanzania mtabaki mkiteseka. Ni muda ambao umefika, msimame mjipiganie kihaki. Hii ni ujumbe kutokana na ule ujumbe ambao nimeweza kufanya utafiti wangu, si mambo yangu tu, ni ujumbe ambao nimefanya utafiti na wengi wamesema kwamba watajitokeza kuhakikisha kwamba nchi ya Tanzania imejikomboa kutokana na ile tunaita ambayo ni modern slavery.